Je, umewahi kukamatwa na kusukumwa kwenye kituo bandia cha polisi? Ndio hali iliyowakuta baadhi ya wa wakazi katika kaunti ya Kakamega, magharibi mwa Kenya. Watu waliokuwa wanazuiliwa katika seli bandia ya polisi kijiji cha makaburini jimbo la Kakamega wanaendelea kuuguza majeraha baada ya kufungiwa na watu waliojifanya kuwa maafisa wa polisi. DW ilitembelea kijiji hicho na kutangamana na waathiriwa hao, ambao wametueleza kuwa wengi wao walikamatwa wakiwa barabarani na wengine kuitwa kutoka majumbani mwao kabla ya kuelekezwa katika chumba kimoja cha kupangishwa kilichojengwa kwa udongo na kutumika kwa seli kutwa tu kwa barabara Nilikuwa natoka kutafuta kuni kwa msuni, sasa wakanianguka hapo tena, wakanipeleka kwa hiyo nyumba yao, wakanipeleka kwa hiyo nyumba yao, wakanza kunipiga na kipoko ya waya. Kweli nilienda nikaona seli, niliona seli. Wakaniambia ni watu wangapi, waliniuliza ni watu wangapi wako hapo. Nilikuta tu wanawake watatu, wanaume walikuwa wachaingizwa sasa waathiriwa hawa wanasema watesi wao wanaume watano na mwanamke mmoja waliwakamata na kuwataka kulipa faini ili kuruhusiwa kuondoka kwenye seli hiyo iliyowarundika pamoja wanaume na wanawake, ndoo ya plastiki ikitumika kama choo, na licha ya kupewa chakula walitandikwa viboko, adhabu iliyodaiwa ni ya kuwarekebisha tabia. Sasa hiyo ndoo ilikuwa kwa kona, kwa mlango hapo, ikawa hiyo ndoo, mwanaume anaweza kusaidia hapo mwanamke anaweza kushisaidia hapo. Ukitaka ku acha kubwa ni pale, acha ndogo ni pale. Kisa kama hicho kimetokea pia katika kaunti ya Wasengishu ambapo mwanamume mmoja alianzisha kituo bandia cha polisi. Mwanamume huyo alipaka rangi rasmi za polisi akitoa taswira ya kituo halali cha polisi.